Uh, ndugu wapenzi wasikilizaji wa, wa Tuongee TV ni nimewaletea habari njema kabisa ambayo nimeipokea hivi punde, ni kwamba nafasi za ajira jeshi la uhamiaji zimetoka na zimetoka tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na mwisho wa kuaplai au wa kuomba maombi itakuwa tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Kama tulivyokuwa tulivyoangalia kwenye vipindi vyetu vilivyopita, tulijifunza mambo baadhi ya mambo muhimu ambayo inakupasa uyajue endapo unaandika barua ya kikazi maana hiyo, kama umeshawahi kufuatilia video zangu za nyuma, utakuwa ushajifunza baadhi ya vitu hivyo nafasi zishaanza kutoka, na nafasi ambayo iko mikononi mwetu ni jeshi la uhamiaji. Kwa maana hiyo, kama uko vizuri, kuanzia kesho ukiendelea kufuatilia chaneli yangu, nitaendelea kuelekeza baadhi ya vitu ambavyo wamevitaja, ambavyo ni vitu muhimu kuvijua. Kwa maana hiyo, usahau kusubscribe, usahau kucomment lakini weka kichwani kwamba ajira imetoka jeshi la uhamiaji, na mwisho wa kuomba maombi ni tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hiyo tuna kama wiki moja na sehemu. Kwa hiyo tuandae vyeti vyetu tuandae taarifa muhimu ya ndo hivyo. Kwa hiyo baki na mimi, Tuongee TV ndo habari ya mjini chao.